Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis amefariki dunia leo hii Aprili ishirini na moja ya mwaka huu elfu mbili ishirini na tano, ikiwa leo hii ni siku ya Jumatatu ya Pasaka, akiwa na umri wa miaka 88 ambapo Vatican imethibitisha na kusema kuwa Papa amefariki kwenye makazi yake huko Vatican na taarifa zaidi kuhusu kifo chake zitatolewa hivi punde. Papa ambaye alizaliwa mnamo mwaka elfu moja mia tisa na thelathini na sita hivi karibuni amepitia changamoto ya upumuaji hadi kuhitaji mashine ya kusaidia kupumua na amekuwa akikabiliwa na matatizo ya kiafya ikiwemo maambukizi ya mapafu yaani nimonia, hali ambayo imempelekea kulazwa hospitalini kwa wiki kadhaa kabla na baada ya afya yake kuimarika. Taarifa ya kifo cha kiongozi mkubwa duniani wa kanisa la Katoliki Papa Francis imeweza kuwaibua viongozi mbalimbali ulimwenguni mbali ikiwemo viongozi kutoka barani Afrika, viongozi kutoka barani Ulaya na viongozi wengineo kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni mbali. Hii imewagusa wengi kutokana na mchango wake mkubwa katika kanisa Katoliki na waumini wake ambao wamekuwa wakimfuatilia kwa muda mrefu na kufuata miongozo mikubwa kutoka kwake miongoni mwa viongozi wakubwa kutoka barani Afrika ambao wameguswa na kifo chake ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, na ameonyesha hisia zake za wazi kwa kuguswa na kifo cha Papa Francis, na huku akielezea machache ambayo aliwahi kumfahamu kwa undani zaidi kabla ya kifo chake. Dkt Samia kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram ameonyesha hisia zake kwa kureakti chapisho ambalo lilikuwa likimzungumzia Papa Francis, na kwenye maandiko yake Dkt Samia Suluhu Hassan alianza kwa kuandika "Nimesikitishwa na taarifa ya kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis. Katika kipindi hichi cha miaka kumi na mbili akiwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis ameishi maisha yake kama mwalimu na kiongozi aliyefundisha na kuhimiza ustawi wa maendeleo ya watu pamoja na kudumisha amani. Kwa niaba ya serikali ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ninatuma salamu za pole kwa waumini wote wa kanisa Katoliki hapa nchini na duniani kote. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amin. Na huo ndo ujumbe ambao Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan amekuja kuweka kwenye ukurasa wake wa Instagram akiungana pia na marais wengine kutoka barani Afrika pamoja na viongozi wakubwa wa nchi mbalimbali duniani ambao wameguswa na kifo cha Papa Francis. Na maraisi wengineo kutoka barani Afrika ambao wameguswa na kifo cha Papa Francis ni pamoja na raisi kutokea nchini Nigeria, raisi kutokea nchini Kenya pamoja na marais wengineo. Kwa kuendelea kupata taarifa zaidi endelea kusalia na Mshindo TV kwa muda wote kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa mbalimbali kila siku na kila wakati.